Basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wa kulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabiri Yordani. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita kile kijito kikakauka, kwa sababu mvua haikunya katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka, uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni Akamwita akamwambia niletee na kuomba maji kidogo chumboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Elia akamwambia usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ulifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Ikawa baada ya hayo, mwana wake yule mwanamke, bibi wa nyumba ile, akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Akamwambia Elia, nina nini nawe, ee mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamuue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake Akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana akanena Ee, Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara tatu, akamwomba Bwana akanena Ee, Bwana Mungu wangu Nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akaisikia sauti ya Elia na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Elia akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Elia akanena, tazama, mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Elia, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa tatu kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake. Na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana, kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii mia akawaficha hamsini hamsini katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemchemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hao wanyama wote. Basi wakaigawanya nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye. Akamtambua, akaanguka kifudifudi, akasema, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu, ni mimi, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Akamwambia, mm, nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu akutafute, na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Elia yupo. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, Roho ya Bwana atakuchukua uende nisikojua, nami na nitakapokwenda kumwambia Ahabu naye asipokuona ataniua. Lakini mimi mtumishi wako na mcha Bwana tangu ujana wangu. Je, bwana wangu hakuambiwa nilivyofanya hapo Jezebeli alipowaua manabii wa Bwana, jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu mia hamsini hamsini katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji? nawe sasa wasema enenda, umwambie bwana wako Tazama, Eliya yupo, basi atajua. Eliya akasema kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Basi Obadia akaenda zake, amwone Ahabu akamwambia, naye Ahabu akaenda kumlaki Eliya. Ikawa Ahabu alipomuona Eliya, Ahabu akamwambia, Je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Naye akajibu si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana nawe umewafuata Mabaali. Basi sasa, upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Kalmeli na wale manabii wa Baali mia nne na hamsini na wale manabii wa Ashera mia nne walao chakula mezani pa Izebeli. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Eliya akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita sita katikati ya mawazo mawili hata lini? bwana akiwa ndiye mungu mfuateni bali ikiwa bahali ni mungu haya mfuateni yeye wale watu hawakumjibu neno ndipo elia akawaambia watu mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa bwana lakini manabii wa bahali ni watu mia nne na hamsini kwa hiyo na tuwatolee ng'ombe wawili wao na wajichagulie ng'ombe mmoja, wakamkatekate na kumuweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumuweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana. Na Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Eliya akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndiyo wengi, mkaliitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtwaa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema Ee Baali, otusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu waliyoifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Eliya akawafanyia vihaka, akasema mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo; labda anazungumza, au ana shughuli, au anasafiri au labda amelala, sharti aamshwe. Wakapiga kelele wakajikatakata kwa visu na vyembe, kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Eliya akawaambia watu wote Nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe kumi na mawili kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mpereji kama wa vipimo viwili vya mbegu, ukiizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa manne maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili, wakafanya mara ya pili. Akasema, Fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia akasema, Ee hey, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie ee Bwana, unisikie ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni akawaua huko. Naye Elia akamwambia Ahabu, haya Inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa, utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema hakuna kitu, naye akanena Enenda tena mara saba. Ikawa mara ya saba akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika, ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanya mvua nyingi. Ahabu, akapanda garini akaenda zake Yezreeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli.